Mtu akimtumikia baba atamheshimu. Mnakumbuka mtu anaitwa Gamalieli? Gamalieli alikuwa mtu wa heshima katika Israeli, na katika kitabu cha matendo sura ya tano, wakati wale wanafunzi walipoanza kusumbuliwa, Gamalieli, mtu mwenye kuheshimiwa katika Israeli, aliwaambia jamani, msishindani ukishindana na watu hawa itaonekana sheria hii au shauri hili limetoka kwa watu, lakini kama limetoka kwa Mungu hamtaliweza. Katika kitabu cha Warumi kumi na tatu fungu la saba, asaidie heshima heshima, asaidie hofu hofu. Kumbe katika Biblia pamezungumzwa sana juu ya heshima. Mtu akinitumikia asubuhi tulikuwa tukiendelea kuangalia habari ya Musa, habari ya Musa, Musa alivyoheshimiwa sana na Baba wa mbinguni. Musa hata alipokuwa anaishi alipewa Roho Mtakatifu maradufu. Hesabu ishirini na saba fungu la ishirini, alipewa heshima maradufu. Hesabu 27 fungu la 20, neno la Bwana linasema, nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii. Huyo ni Joshua. Musa alikuwa na roho mtakatifu, alijua mambo ya mbinguni na majina. Habari ya Musa imezungumzwa sana katika Biblia habari ya Musa na roho ya unabii imezungumza sana. Wakati watakatifu watakapofika kwenye lango la mbinguni, atakayewafungulia lango ni Musa, mtu aliye na uzoefu wa uongozi katika dunia. Ambaye anajua uongozi ni Musa, mtu ambaye ana uzoefu wa majaribu katika dunia ni Musa aliye na uzoefu wa kuongoza na anajua wimbo wa ushindi, na ataimba. Biblia inasema wimbo utakaoimbwa ni wimbo wa Musa na mwanakondoo, wimbo wa uzoefu, mtu aliye na uzoefu pamoja na Mungu. Na Biblia inasema Musa alikuwa kama Mungu kwa Farao katika nchi ya Misri, kutoka sura ya 4 fungu la kumi na sita na Kutoka sura ya saba fungu la kwanza, alikuwa kama Mungu kwa Farao. Nimewaeleza asubuhi, Musa aliwahi kula chakula, aliwahi kufanywa sifa ya kitaifa na Mungu mwenyewe. Ni Musa yule mtumishi wa Bwana ambaye aliwahi kukaa katika potoka kwenye mlima, uso wake ulikuwa unawaka kama vile una ng'ara, nuru ya uso wake ilikuwa ina ng'ara. Na inasemekana hata Paulo, alipokuwa katika utumishi wake, alikuwa anabadilika kama vile malaika. Mtu akinitumikia Baba atamheshimu, na kana kwamba haikutosha hiyo katika Yohana kumi na nne fungu la ishirini na moja na fungu la ishirini na tatu Hebu tusomee msomaji anasema nini. Mtu akimtumikia heshima anayopewa ni nini? Yohana kumi na nne ishirini na moja na ishirini ishirini na moja na ishirini moja na tatu yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Hebu endelea endelea endelea tu, kabla usiruke, endelea. Yuda Yuda siye Iskariote akamwambia Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda ataishika neno langu na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Sikiliza, nikueleze kidogo. Tulikuwa tunafundishwa kule shuleni na profesa Mgeri <laughs> <laughs> anatuambia the issue of salvation <laughs> The issue of salvation, God did not delegate power. Swala la ukombozi Mungu akugawa madaraka, anao mwenyewe. Swala la ukombozi Mungu akugawa madaraka, maana alitupenda upeo tulipoanguka dhambini. Anasema ya kwamba tulipokuwa tumeanguka dhambini uka dhambini Yesu alikuwa nakuja wakati wa jua kupunga, anaongea na Ibrahimu, anaongea na Adamu, lakini tulipoanguka tu dhambini, wakati wana wa Israeli wanatoka katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ya Kanani, Kutoka ishirini na tano anasema ya kwamba jumla nane nao na wanifanyie patakatifu, nipate kukaa katikati kati yao. Mungu akaanza Hapa mbingu iko chini, inaangalia. malaika wa mbinguni wanaangalia. Acha kufanya vitu vya mizaa, acha kufanya vitu vya mizaa. Mungu wako ni makini sana. hata wana wa Israeli katika agano jipya, Mungu akaona kukaa tu katikati yao haifai, akasema, nitakaa katika mioyo yao. Ukilala una Mungu, ukitembea una Mungu kila mahali na Mungu. Mtu akinitumikia, baba atamheshimu, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Sikiliza, wakati ka Samuel kalipokuwa kametolewa kuwa katumishi ka Mungu ka Samuel, Mungu alikuja kwa Samuel akamwita Samuel, Samuel, Samuel, Samuel, Samuel akasema mimi hapa, akaenda kwa Eli akamwambia nimekuja, maana umeniita. Eli akamwambia sijakuita, mwanangu, nenda kalale. Kumbe hata maneno yote ya duniani watu wanatoaga kwenye Biblia. Unajikia mwanangu, hoya oh, yeah. kumbe wana, wanatoaga kwa Biblia, na ndio maana Mungu atawahukumu, maana wanajifanya ma, ma, ma, ma, ma, manani mahoya wakijua kabisa ya kwamba hilo ni neno la Biblia, mwanangu